Salamu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina yangu naitwa Hance Simba, mimi ni mshabiki wa Simba tena kindakindaki. Mimi nasafiri na timu popote pale na natumia gharama zangu Good. na nakata tiketi mwenyewe silipiwi na mtu yoyote. Mimi na mambo mawili hapa ya kuzungumza, la kwanza nikiwa kama mshabiki wa Simba niko kwenye upande wa mwenyekiti wangu, upande wa mashabiki. Mwenyekiti wangu au mwenyekiti wetu anatukosea sana sisi mashabiki. Nasema hivi kwa sababu gani? Mwenyekiti ametugawa sisi mashabiki katika makundi matatu. La kwanza, mwenyekiti ana kundi lake la kwanza ambao vikao akiwa na hitaji lake binafsi, anawapigia simu mashabiki wake, anaenda huko vikao vyake. Lakini atambui mwenyekiti, sisi tumemchagua mashabiki wote na wanachama wote Tanzania mzima. Lakini anachokifanya mwenyekiti hakiwa na jambo lolote la Simba. Hana watu wake special anakaa nao vikao hafai kuwa kiongozi? yaani hafai kuwa kiongozi. Mfano, mimi juzi nimeenda kwenye mechi KMC, nakuja pale getini, naenda VIP, nazirio getini, naambiwa wewe si Hance Simba wewe uingie uwanjani, kwa nikahoji kwa nini siingii uwanjani, tumeambiwa tumetoka taarifa kutoka juu. Nikamwambia juu mbinguni? juu ni wapi? kwa bahati nzuri mimi mi nina wasia za karibu na pale, nilikuwa na baadhi ya alikuwa na baai mmoja anaitwa dereva anaendesha Simba Peter akanisi Hans cool down ondoka. Mimi nikamwambia samani brother, siwezi kuondoka, nataka aniambie kwa sababu zipi mimi nisingie uwanjani. Nimekata tiketi kwa gharama zangu na nasafiri kwa gharama zangu, hanilipii kiongozi yoyote. Kwa nini anizia uwanjani, kwa sababu zipi? Nilichojibiwa, tumepewa maagizo kutoka juu. Nikamwambia, ni nani huyo aliwapa maagizo wakati saa mimi natumia gharama zangu? Mimi nikaondoka. Nilipoondoka, Pita kanichukua nikaenda zangu mzunguko kule, sikufuatwa, nikaingia nikaenda kuangalia mpira. Nasema hivi, kwa namna gani mwenyekiti umetugawa sisi mashabiki? wapo mashabiki kwa masuala yao binafsi uko nao, Bennett. Wapo mashabiki wanasimamia sheria na taratibu za Simba Sports Club na wanaisaidia klabu, hauko nao mwenyekiti. Leo hii utaki kuitisha mkutano, umeongoza miaka minne hauna hata yani, sisi kama wanachama au mashabiki sisi kero zetu tunazipeleka wapi? Ukiwa mwenyekiti tu hutaki kuitisha hata mkutano ili sisi tulete dukuduku duku zetu na kelo zetu tukuletee, lakini hutaki ufai kwa kiongozi mwenyekiti. Mimi naongea kwa uchungu sana na inaniuma sana naambiwa mimi nimeenda Tabora njiani tumemba nyimbo ya matusi kwenye gari eti sisi tunayesafiri na timu kwa gharama zetu sisi, mechi zote, mimi nimepiga mahesabu, wana habari, nimepiga mahesabu juzi, gharama nazotumia kuanzia msimu wa klabu mpaka mwisho inavyoanza, yani mashindano ya ligi kuu na mashindano yote mpaka mwisho wa ligi, natumia zaidi ya milioni kumi. Sasa milioni kumi, mimi napata nyumba. unafanya kazi gani? mimi ni dereva tu. kwa nini bajaji? mimi ni dereva bajaji, na, na nimeajiriwa. bajaji sio ya kwangu, nimepewa na mtu. Hmm. Lakini mimi nimepiga mahesabu gharama ninazotumia ninavyoanza ligi pale na mashindano yote mpaka ninaisha, nasafiri mikoani, na lala na kula, nakata tiketi, sio chini ya milioni kumi. Sasa hizi milioni kumi, mimi maskini kama mimi ningepata sasa kibanda. hmm. Lakini kwa mapenzi yangu na klabu, mimi nimeacha yote niko na klabu. Lakini anatoka kiongozi ambaye tumempigia ku... Nilimpigia... Nilimpigia. Mimi sikumpigia kula. Kwanza mimi naongea ukweli kutoka moyoni na muogopa Mungu wangu mimi mangungu si kupigia kula nilimpigia kariwa. Nashangaa, nimeenda kulala asubuhi, unatangazwa wewe sijui lakini, na nimeshangaa alishinda vipi ule uchaguzi. Ila yote kwa yote mimi nasema, nimesoma katiba juzi, anamaliza Novemba, ndo mwisho wake kwenye katiba. Mwenyekiti wetu anamaliza Novemba, lakini nasema mimi kama mshabiki haifiki novemba mwenyekiti. Kwa heshima na taadhima ili utoke madarakani kwa heshima zako jiuzulu mzee. Kuwa kama Ndugai. Ndugai ni mfano wa kuigwa, alikuwa spika wa Bunge, lakini namtolea mfano huu, ni kiongozi bora, mwanasiasa alijiuzulu kwa maslahi ya chama, kwa maslahi ya wananchi wake, aliweza kujiuzulu. Wewe mwenyekiti ni nani, unashindwa kujiuzulu kwa maslahi mapana ya klabu na kwa maslahi kwa mashabiki na wanachama wa Simba Sport klabu. <tutu> eh? Kiongozi wangu mimi nakupenda sana kiongozi, lakini kiongozi, hebu jitathmini, kiongozi wangu miaka minne na kwenye, ulisema zile kwenye, kwenye, kwenye, zile sera pale Mwalimu Nyerere unasema kabisa mwenyewe kwenye kampeni yako, mimi nikiingia madarakani kitu cha kwanza nitamfunga Yanga, lakini leo imekuwa vice versa, tumepigwa mara tano na wewe ukiwa mwenyekiti, alafu jana juzi umeenda Clouds, nimekusikiliza mahojiano yako unasema Wana, wanachama wana, wa mashabiki wanasema mimi sifai kuwa kiongozi. Wanipe sababu za kuwa kiongozi. Ah, inasikitisha kwa kweli kama kiongozi. Huzijui sababu? Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nakupenda sana. Sina chuki na wewe hata kidogo. Lakini mheshimiwa. Sababu kubwa ana, ana yani mimi ninachoniuma zaidi mwenyekiti wangu ukimkosoa anakufungia. Ukimkosoa anakufutia wanachama. Sasa tutaishi tutaishi vipi? Kiongozi, yani unakuwa namna hiyo kama hivyo kama, mimi naongea kutoka kweli, kutoka moyoni kama, kweli. Na tuna mfano, nenda kwenye mfano. Kama kama kiongozi wa namna, anakuwa dikteta, mama, Samia mama Samia kila mtu anayemkosoa anamfungia sio? anampeleka jela, wangeisha wa Tanzania mzima. Lakini ubora wa kiongozi, kubali kukosolewa, kubali kukosolewa na namaliza hilo la kwanza. La pili, la pili mimi naombi naombe kwa mama rais wetu, japokuwa serikali haiwezi kujihusisha kwenye michezo lakini ikihitajika kwa hekima, na mama anapenda michezo na Tanzania yetu inaanza mashindano ya chani naanda mwezi wa nane, kwa mapenzi yake mama, kama aliweza kusuluhisha la fesari, kama aliweza kusuluhisha ili janga la juzi lilotokea, hata la kwetu hili mama, tusaidie sisi, mashabiki tunateseka mno. Tusaidie mama, tusaidie bi mkubwa. Unaokoa vitu vingi mama. Umeweza kulisolve la Faisal, umeweza kusolve la juzi la Dabi. Lakini na hata hili mama, hebu tusaidie mama. Sisi ndo wapiga kula. Mimi ni mwanachama wa CCM kweli yani pia. Mimi pia ni mwanachama wa CCM. Sisi tunapiga kula mama, tusaidie mama. Na hili na japokuwa uingilie michezo na michezo ile usiku ingia wanasema, lakini wewe kama ni mlezi, tusaidie mama. Tumechoka sisi mashabiki. Ukiongea unafungiwa wanachama, ukiongea unapigiwa simu kwamba ufai kwa kio. Mimi naniuma kwa kweli, kuna kuna wanachama wenzangu wamefungiwa hawana kosa lolote, wanafungiwa. Mimi naniuma, wenzangu wamefungiwa hawana kosa lolote. Unawafungia wanachama eti kisa unawakosoa wenye <inaudible> kitu wangu na kuheshimu sana. Wewe ni kiongozi, wewe we ni kiongozi, sisi ambao tulikuchagua.